Ha, jamani karibuni tena kwenye chaneli yangu. Jamani Zuchu hajaachwa na hawezi kuachwa kizembe zembe. Kabla tujaendelea naomba embu mwangalieni hapa kidogo akiwa anajishawasha na mume wake. Mtazameni kwanza. Mnaona mambo hayo eh? Kaandikaje hapo? Kaandika dina na mume wangu. Kwa hiyo bado penzi penzi la moto, sio penzi, ndoa ya moto, ndoa bado changa. Sasa basi, mnawaombea waachane? Kaeni subirini sana, hawajaachana kwenye uchumba huko, wanaangaishana kila siku, waje kuachana kwenye ndoa e? Kwanza mnaikumbuka hii video hii, wakati wanaenda mbea pale kwa zake na Diamond. Sasa alivyorudi huko alivyotoka huko, ndio akaja kufunga ndoa na hanimuni, wakaenda. Mnaona hapo walikuwa zao kwenye, walikuwa zao kwenye jet, anaelekea Mbea uko kwenye show. Mmeona mambo hayo, walivyotoka huku wakafunga ndoa, na hapo ndio walikuwa zao honeymoon. Sasa mkae mkijua, mkae kwa kutulia, msiompenda Zuchu Sisemee wale timu si Zuchu. Ah, ah, timu Zuchu, tuendeleeni kupambana, tuendeleeni kufurahi ushindi tunao, lakini kwa wale hawampendi Zuchu, jamani, Zuchu hajaachwa na haachwi. Haya, tunaendelea. Wametoka zaombea pale, ndio wakaenda kufunga ndoa sasa hii ndoa ilifungwa huko kwa huyo shehe Shehe Walidi huko eh, si ni ndugu zake, si ni kwake ndo ilifungwa, kwa sababu yani walitoka wenyewe kama wenyewe tu e, wazazi wa mke hawakuwepo wala wazazi wa mume hawakuwepo. Hawakuwepo kina Biadija hapo, Hadija Koba hajakuwepo kuwepo, wala mama Dangote hajakuwepo kwenye hii shughuli. Kwa hiyo ni wenyewe tu wameenda zao kufunga ndoa. Haya basi, na hanimuni wakaenda. Nisiwe mnafiki, sijajua waliendea wapi, sijajua walienda nchi gani au mkoa gani, mi aitono, lakini mnawaona po, hanimuni wakaenda, huyo bwana Nasib Abdula na Bizuhura, mtu na mke wake, helelelele he, mnawaona po kwa karibu eh, mnawaona mambo kwa ushahidi <laughs> Well, guys walikuwa njiani anaelekea za honeymoon wakafika, sasa kile kale ka video kale. Ke, za sabini kale zuchuko zake yuko zake chumbani na vihina hidna. I, i, hina hii, hiki kihina alikipaka baada ya ya kuolewa, wakati anaenda honeymoon ndo akakitia hiki kihina. Ntawekeni video moski, ni, ni challenge tu za tiktok e, ntawekeni video mwisikia hapo muda si mrefu. Mi kwanza nilikuwa najiuliza hii nai mbona imepaka katikati, kuna nini? Mtoto ana siri huyu? Haya basi Angalieni ka challenge kidogo hapa kazushwa, then tutaendelea na umbea mwingine. Basi bwana, baada ya hapo hani nimeisha, kila mtu akaendelea kupambana kivyake. Kwa hiyo bwana, hawa ni wanandoa na hawajaachana. Angalieni kwanza hizi video kidogo hapa eh, Zuchu navi, akiwa e, na vihina vihina vyake na vichallenge akiwa hapa, then nitawapa kastori kidogo, kaombea kidogo tuuliza nini hapa kidogo maswali. Angalieni kwanza hizi video za Zuchu hapa, then tutaulizana maswali. Nitaongea kitu wewe, tunakudai, hatutamani kuona una cheka, cheka, wala una, una, una nenepa, nenepa wakati tunakudai. Haya wapendwa, mi nilikuwa nataka niseme hivi, hebu tujiulize jamani, kama wangekuwa wameachana kapewa talaka, Diamond angethubutu vipi kwenda kuposti kwenye ukurasa wake wa Instagram? Tena siyo Insta story, kaeka posti kabisa eh. Achana na ile caption tutajua baadaye huko alimaanisha nini, lakini kikubwa akaenda kuposti kwamba amefunga ndoa. Ingekuwa sio ndoa, ingekuwa haina maana tena ya yeye kwenda kuposti. And another thing si mnamjua, Mama Diamond Platnumz msimama Dangote alivyokuwa haelewani na Zuchu ambavyo havihivi havipatani e, inasemekana lakini huko. Lakini na yeye kamposti mwanawe akiwa anafunga ndoa the same day, kaposti na sio tu kuposti, kaandika caption hiyo hapo, mnaiona anasema alhamdulillah, imepita salama, kaeka na kimwa chikile cha kushukuru, hongera mwanangu, na sibu kichwa na mkeo Zuhura. Sio tu na sibu mpaka Zuhura kamweka. Alafu kuna wambea wambea wanakuja kutupa stori eti kapewa talaka. Mama Dangoti naye angepoteza muda wake, akataka kuchafua peji yake kwa kuandika mwanaye kaoa. Hapana, sio kweli, watu hawaachiki ovyoovyo tu ukalala ukaamka o, kaachwa. Hapana. Alafu istoshe, hawa ni wasanii, lazima watuvurugi. Yani hiyo ni lazima uvurugike. We e, ndo wenyewe wanataka waongelee, wavurugani. Kama msanii kati wa nyimbo yake na trendi basi izimwe e, kama kuna e, kuna mambo ya siasa ya nani, basi ya nyamazwe kimya. Ndio, ndio Diamond anavyochezaga akili za watu, anapenda kucheza na akili za watu. Lakini kwenye kumwoa kamwoa, na kwenye kumuacha hajamuacha. Maybe tu kuna changamoto zingine, labda wanapitia kashkashi zingine kawaida, lakini kwenye kuachwa, hapana. Mtasubiri sana, vute ni kiti mkae, vute ni majamvi mlale, maana ni parefu sana. Hai jamani, fans wa Zuchu kama unaipenda hii kapo basi endelea kuiombea dua idumu, e, itokane na kashikashi. Kuoa si jambo dogo, kuolewa si jambo dogo. Kwa hiyo mahasini watakuwa wengi, tuombeni dua wadumu kwenye ndoa wa zao. Eh, uh, m so so so na we mtazamaji wa hii video mweka comment yako hapo chini. Inakukoshaje couple ina matatizo yao na mi sipendi Zuchu ateseke, lakini finally she is married. What can I say now? All I can say is that I'm so happy for her and her husband Diamond Platnumz. Sasa tuangalie so kuvimbwanga vitavyofata kwenye ndoa, lakini for now let her have fun. Kuolewa si jambo dogo jamani, kwa hiyo mwacheni